Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe ili msipitwe na video zinazofuatia. Leo tutajifunza jinsi ya kutumia nozo na kuweka maua kwenye keki, ila mimi nitatumia bezi kuonyesha mfano wa jinsi ya kupamba maua. Hapo nina nozo ziko tano na maua tofauti tofauti. Kuna zingine zimeandikwa namba na majina na kuna zingine ambazo hazijaandikwa. Kama hivyo, utachukua piping begi yako, utakata kwa mbele kisha utaweka nozo yako. Hakikisha nozo haiendi mbele sana, ula acha tu kinafasi kidogo kikubwa, chuma chako kipite na maua yako yaweze kuonekana, kama hivyo tunavyoona kwenye video yetu. Kama utakuwa na swali lolote, maoni na ushauri, weka kwenye comment. Kama hivyo unaweka nozo yako, fanya hivyo mpaka utakapomaliza. Jitahidi we na nozo tofauti tofauti, kuna nozo ya majani, kuna nozo hiyo kuna 1M kuna 2D. Unaangalia sasa, zifu za muhimu zangu ni kama hizo, na zipo nyingi, ila hizi ndio nazopenda kuzitumia mara kwa mara. Kuna ambazo zinauzwa seti, kuna ambazo unanunua moja moja maduka ya keki. Kama 1M unapata kama hivyo. Nikachukua bata cream yangu nikaweka rangi nyekundu kidogo, kwa sababu nilikuwa nataka nitestie bata cream ya rangi ya pinki kama hiyo tunavyoiona. Nilichukua hiyo nikachanganya kidogo hapo, naenda haraka haraka kwa sababu ni vitu vya kawaida. Baada ya hapo nikachukua kikombe changu kwa njia rahisi ambayo kama wewe ndio unaanza, kwa wengine, unaweza kama kawaida kaweka kama hivyo, unaanza unaweza kufanya hivyo, ila unaanza sasa kuchora maua. Nozzle zetu ndio hiyo na bata kimi yetu ndio hiyo, unaanza sasa kuchora maua. Jitahidi sana kufanya mazoezi, unaweza kufanyia ukafanyia mazoezi hata kwenye mfuniko wa sufuria nini kwenye base kama hivyo. Fanya mazoezi mara kwa mara, mkono wako uzoee, ili we unaweza kutengeneza maua ya aina moja ambayo anaweza yakapendeze, akawa na muonekano mzuri na mpangilio mzuri kama unavyoona hapo. Unaweza kutumia rangi yoyote ambayo nataka. Mimi nitolea mfano rangi ya pinki Unakuwa unajitahidi ujue kuchora maua tofauti tofauti, unakuwa unafanyia mazoezi, kama unaanza unafanyia mazoezi mara kwa mara yanakufanya uweze kuzoea na mkono wako kuwa mwepesi. Usipokuwa unafanya mazoezi mkono unakuwa mzito sana, au utasema kwamba utapamba bila maua. Kuna sample zingine zinakuja lazima uwe na maua. Hiyo ni nozo ya majani ila sijaweka bata krimu ya kijani kwa sababu unafanyia tu majaribio hapa ukiwa nayo unaweza ukafanyia yako mazoezi kama hivyo, inaonekana kama majani, majani. Hiyo nyingine ni 2D ambayo natumia kwa mwishoni. Kwa kikubwa ni kufanya mazoezi mara kwa mara ili mkono wako uwe mwepesi, uweze kufanya kazi yako vizuri, unafanya hata kimeweza kurudia mara nyingi, unaweza kufanyia leo ukatunza kesho ukarudia. Kama hivyo unatoa tena unarudia, unafanya mazoezi unarudia, unavyoendelea kufanya unazidi kuzoea kama unataka kujifunza jinsi ya kuandaa buttercream, kuna video nimeweka, angalia jinsi ya kuandaa buttercream au jinsi ya kuandaa icing sugar kupamba keki. Alafu kuweka rangi, unaweka tu kawaida. Vifaa vyote vya keki, maduka keki utapata kama rangi hizo, bezi hizo, nozo pimping bag na vitu tofauti tofauti. Kama hapo una unaweka, unatoa, unarudia hivyo hivyo, unaendelea, unarudia, mkono wako unazidi kuzoea na kazi kwako inakuwa nyepesi kama hivyo. Kama hiyo ni M1 unaweza kuweka maua tofauti tofauti, hata zaidi ya sita kwenye keki, lakini ukatumia nozo hiyo hiyo. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya mazoezi ili mkono wako uwe mwepesi na kazi yako uifanye vizuri. Unaweza kutumia bata kimi hiyo mpaka ukaelewa. Unafanya unarudia. Unarudia unapamba, unarudia unapamba, unarudia. Ushaweza kuyamanage kama hivyo, unaanza na kutestia kwenye keki. Hiyo ni nozo ya majani kama hivyo tunavyoona unaweka tu kwenye bibegi yako. <coughs> Unaanza kubonyeza, unaweka kwenye keki. Rangi ya kijani kama tunavyojua inapendeza. Ukiweka hivyo, kasambaza kwenye keki yako, yanaonekana kama majani kweli kweli. <coughs> kumaliza kama hivyo, fanya mazoezi, unatoa unarudia mpaka utakapomaliza. Kama unataka kujifunza kupika keki tofauti, kuna video nimeweka pia, unaweza kaangalia. Kupamba keki tofauti pia nimeweka kupika na vyakula pia vya kawaida nimeweka kuandaa fondant na kupamba kwa fondant, kuna video yake nimeweka. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya mazoezi nozo zako, ili uweze kuzimaster vizuri. Kama hivyo M1 ni ya muhimu sana, na nozo ya majani unatakiwa uwe nayo, na hiyo kuna 2D na yenyewe ni nzuri pia kwenye kupikia keki. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu.